Tunaanza na taarifa kwamba zoezi la usajili wa wapiga kura limeingia siku ya pili hii leo huku tume ya uchaguzi ikiandikisha idadi ndogo ya waliojitokeza kusajiliwa na baadhi ya vituo vikisalia bila matukio. Hata hivyo, vijana waliojitokeza katika vituo mbalimbali walielezea ari yao ya kupiga kura kwenye uchaguzi mkuu ujao haswa baada ya matukio ya miaka miwili iliyopita. Mwanahabari wetu Lora Utieno anatupa taswira kamili kutoka maeneo mbalimbali humu nchini. Saa arobaini na nane baada ya tume huru ya uchaguzi na mipaka kuanza mchakato wa usajili wa wapiga kura, vituo vingi vimesalia mahame. Hata hivyo, wale waliojitokeza kwa shughuli hiyo katika afisi za maeneo bunge, wakiwa na ari ya uongozi bora na wajibikaji wa wanasiasa. Uh, mayutu wengi kama sisi eh, wenye tuko geto hatukupiga kura so, lakini nikaona government imekuja. Hapana, hii yenye iko nayo sasa. Unajua, sisi bila kura hatuwezi badilisha serikali he, serikali huwezi badilisha na mkono, lakini kura unaweza badilisha nayo serikali. Imeona faya mambo yao aanya azima Program, right. Watu hata siku anajua watu kuna voter registration usini, watu wana asol, so tuko busy sana. Kura nitaregista, nitachukua hiyo kura nitapiga. Uh, kama, but sina imani na kama kutakuwa na hiyo change. Yes, licha ya tume hiyo kuwa na malengo ya kuwasajili wapiga kura wapya milioni 6.8, kufikia sasa ni idadi ndogo ya wasajili waliojitokeza. Yesterday And uh, today I'm happy to report that at least we have registered uh, two vo vo voters and we are still expecting more to come. Mikakati wekwe ya yeah, kufanya hizi IDs and collected IDs zitoke kwa ofisi ziende the mashinani. I think my plea yangu pia ni hiyo, tufanye bidii hizi IDs zitoke Shughuli hiyo inaendelea katika afisi za IBC katika maeneo bunge mbalimbali. Laura Otieno, runinga ya Citizen.